Mtemvu ni mwanafunzi kutoka Marekani chuo um, kinaitwa University of North Texas na nasomea business analytics, na nimerudi nyumbani kwa mapumziko kidogo. So nilivyokuwa kule, kitu kikubwa ambacho um, nilifanya mpaka wazazi wangu wakafurahi, nilishiriki katika International World Fair ambayo ni event inayofanyika kila mwaka wanafunzi mbalimbali wanakuwa wanawakilisha taifa zao, na nilivyokuwa naongea na mwanzilishi wa hiyo event, akasema kwamba katika miaka yake ishirini ya kufanya kazi hakuwahi kumwona ni Tanzania yote kufanya. So mimi nikasema basi mimi nitakuwa kwanza, na lengo langu lilikuwa kulitangaza Tanzania kimataifa zaidi. Hiyo ni mazuri, kuna kampuni baadhi zimeweza ku reach out wananiambia kwamba nikirudi, wanaanza kushikamana na mimi kuweza kujua zaidi kuhusu Tanzania, lakini pia kuleta vitu. Kwa mfano kuna kama wazungu, nilipokuwa kwenye meza yangu, nilikuwa na vitafunio mbalimbali kama korosho, um, karanga, achari, ubuyu, visheti. So wale wazungu kupata zile taste hizo vitu tayari wananiambia kwamba tunataka tu utuletee kuna wengine mpaka niliweka um, stone ya tanzanite, wakasema pia wanataka order za tanzanite. Na huyo mwanzilishi pia wa hiyo event akaniambia, kwa kwa sababu kwenye ile event watu wengi sana wanakuwa nakuja kwenye mezangu kwa sababu najua watu wengi wanajua Tanzania lakini hawajui kwa ndani, kwa hiyo wanaisikia sana kwenye mitandao jamii nini. Kwa hiyo kwenye meza yangu nivyoelezea sana, ikawa meza yangu imejaa. Kwahiyo mwanzishi akaniambia kwamba anataka tufanye event nyingine iitwe Discover Tanzania ambayo itakuwa ni event pekee, yani ya Kitanzania tu, sio tena ya kuhakisha nchi zote, ambayo kwa... wanafunzi wanakuwa, yani ni event ambayo ina, inafanyika na ile chuo na wanafunzi mbalimbali wanawakilisha taifa zao so, kama ni mtu Brazil atawakilisha taifa yake. So mimi kama Mtanzania nikasema lazima ni wakilishe Tanzania, na haswa unawakilisha um, nchi yako kwenye sekta za utalii um, vyakula, kuonyesha labda mavazi yenu, makabila yenu kadhalika ya. Uh, kwa nini we ulijielekeza zaidi kwenye utalii na sio kwenye sekta nyingine? Uh, mi toka mdogo ni mtu ambaye napenda sana kujua vitu like, napenda kujua jinsi watu wanavyoishi, kujua maisha ya watu wengine. Ni mtu ambaye niko very curious. Na sasa kwenye utalii kwa sababu kama hapa Tanzania tuna makabila zaidi ya 120, kila mmoja anaishi kitofauti. Kwa hiyo mimi vile navyoandaa ile event pia na mimi napata kujua kabila zingine wanaishi vipi, so, it's something ambaye mimi, very interesting. Lakini pia sekta ya utalii hapa Tanzania ndio yenye biashara kubwa na watu wengi hawaja, hawajajua lakini ukiwa balozi kama kule nje, kuna fursa nyingi sana za kuitangaza nchi yako lakini pia kuwaleta watalii huku, so mimi naisi, ndo maana nimejiketa kwenye sekta hiyo. Kusimua Tanzania yes, na ku, okay. Kwa watu wengine kujua Tanzania zaidi kwa kufanikia Tanzania na kufanikia nje Uh, mi nahisi unajua kufanya nchi kama hapa Tanzania kufanya event kama hiyo ni kitu kizuri pia, lakini ni kama kuienzi taifa kwa sababu watu wengi tayari wanajua kuhusu Tanzania kama tuna Mount Kilimanjaro, Serengeti, tayari tunajua hizo vitu. Lakini ukifanya nje ni wewe, wanakuja pale, hawajui chochote. Wao wanajua Tanzania, wamona kwenye mitandao, Zanzibar nini, lakini hawajui ile upekee wake, yani kiundani zaidi, uzuri wake wa undani zaidi. Kwa uni, unapata fursa ya kuweza kuwaambia watu vitu vingi ambavyo walikuwa hawajui kama wengine walikuwa wajui kama Tanzania ni muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Kuna wengine walikuwa wajui kwamba Olduvai Gorge ndio fuvu la kwanza la binadamu kupatikana, so ni vitu ambavyo wewe mwenyewe unapata una, una historia lakini unaweza kuelekeza wengine umepata, yeah. hiyo exposure sasa, pengine nini kifanyike kwa sekta ya, ya utalii na sekta mbalimbali ambazo zinaigusa moja moja taifa kimataifa? Labda uh, nitoe wito kwa kampuni za utalii hapa Tanzania, tuweze kufanya program ambayo tuweza tukaitangaza Tanzania nje zaidi, kwa sababu yes Tanzania inajulikana nini, lakini zaidi kwenye sekta ya utalii tuweze kuitangaza nje. Kama sisi diaspora tuweze kufanya program kama hiyo, na I think, yeah, kuwekeza kwa watoto wetu kwenye elimu na kuwasimamia chuoni kikubwa na hawa kwa kuwa wako nje kama alivyoongea mwenyewe wakiungana wakatangaza nchi yetu, na imani utalii kwetu utakuwa umepiga hatua, kwa sababu watalii wataongezeka kuja na mapato, mapato yetu ya ndani yataongezeka. Kwa hiyo mimi na mimi nasisitiza kwamba mabinti wanapopata nafasi ya kwenda kusoma nje waitangaze nchi yetu, waisemee mazuri, wamsemee rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio mwanamke nchi yetu, Africa, wa kwanza kuiongoza nchi yetu lakini East Africa, sio? Wamsemee tu hivi, na mambo aliyoyafanya ni makubwa yetu. Amegusa kila maeneo katika kuutangaza aa, Mama Samia kaita fedha hizi, kaita fedha hizi. Mwanzo kabisa tulimwona akiutangaza utalii, alitoka nje eh, na ilisababisha, tuliona watalii wanakuja. Kwa hiyo kama mabinti kama wana wao wanatangaza, mimi nasema tunalisaidia taifa letu. Mimi leo karudi salama kwenye likizo yake miezi mitatu, baada hapo akirudi shule anaenda Desemba kumaliza rasmi digri zake na kurudi nyumbani, sasa kuanza kujenga taifa pamoja na sie lakini jambo ambalo hata sisi tumeliona wazee likatusisimua sana, ndio maana leo, mi huwa si mpokeaji wala si msindikizi, lakini leo imebidi nije kumpokea kwa kazi kubwa aliyoifanya, na tukasema ah, basi apate na maua yake kwa mambo ambayo ukayafanya kule, kwa sababu baada ya lile tukio sisi hatukujua, lakini tumepokea simu nyingi zikipongeza kwamba amefanya jambo kubwa kwa nchi yake, tangaza utalii, lakini amemtangaza rais wake Daktari Samia Suluhu Hassan nje ya nchi. Kule wanamtambua watu, lakini wanaendelea kuzidi kumtambua. Kwa hiyo mimi ni, ni muombe tu kwamba aendelee hivyo na wenzake wote wanaosoma nje ya nchi na ndani ya nchi waendelee kutangaza tangaza nchi yetu, lakini kubwa kubwa kubwa ambalo mimi nataka niseme kwamba tuendelee kumwombea dua Daktari Samia Suluhu Hassan, ili Mungu akipenda, mwezi wa kumi tumpe miaka mitano tena. Aloyafanya ni makubwa, mtu yoyote ambaye aoni hana macho tu. Hilo mimi niseme ndio kubwa kwangu, kwamba tumwombee dua rais wetu. Mabadiliko makubwa sana kila ma eneo, mabadiliko kila eneo, kila eneo mabadiliko makubwa sana. Kwa hiyo niwashukuru sana na nyinyi, mimi sikujua kama mko nje kumpokea, na nyinyi mmeona. Kwa hiyo niwashukuru kuja sana, sana, sana. Tanzania kwa mapumziko mafupi, kule nasomea degree ya business analytics na natarajia kumaliza mwaka huu inshallah. Nilishiriki um, katika International World Fair ambayo ni event inafanyika kila mwaka pale chuo ambayo wanafunzi mbalimbali mbali wanaonesha na kuwakilisha taifa zao. So nilivyokuwa naongea na, na mwanzilishi wa ile event, akaniambia katika miaka yake ishirini ya kufanya kazi hakuwahi kumwona mtanzania kushiriki au kuwakilisha nchi yake, nikasema basi mimi nitakuwa wa kwanza, na lengo langu lilikuwa kuitangaza Tanzania kimataifa zaidi. So katika event hiyo nilikuwa na meza yangu ambayo nilikuwa nimeweka picha za vivutio mbalimbali kama Serengeti, Olduvai Gorge, Zanzibar, um, Kilimanjaro and niweka pia vitafunio visheti, korosho, ubuyu, nikaweka na kahawa yetu, majani yetu ya chai, yaani kufanya hivyo vyote ili wageni wapate kuvutiwa kuja kwenye meza yangu na niliweza kufanikiwa kwa hili kwa sababu wengi walikuja kwenye meza yangu na walitaka kujua zaidi kuhusu Tanzania, kwa sababu wanasikia sana kwenye mitandao, lakini hawajui kwa undani na kwa uzuri wake. So wakaja kwenye meza yangu na wengi wakaniambia kwamba wanataka kuagiza vitu na hata Tanzania nini, kwa pia hii imetujengea kwamba waaminifu kwa maana mimi nikirudi nitawaletea na vitu. Lakini bila kusahau nimpongeze sana na nimshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan rais wetu kwa kutuwezesha na kuifanya Tanzania ionekane kimataifa zaidi. Watu wengi wamekuwa wameisikia sana na watalii wengi wame express interest ya kuja kuutalii Tanzania na ni kwa sababu yeye kainua sana hasa Tanzania kwenye sekta ya utalii. Namshukuru kwa hiyo. Na kwa wakati ambayo nitakuwepo hapa nitashiriki kwenye kupiga kura kumuunga mkono mama yangu Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na Chama cha Mapinduzi, na yote hii kwa sababu wao wamekuwa mstari wa mbele kutuwezesha sisi vijana kufanya vitu kama hivi vikubwa. Kwa hiyo asanteni sana kwenye upande wa utalii, kwa sababu mimi toka mdogo napenda sana utalii, yaani napenda kujua taifa mbalimbali mbali, watu wanavyoishi. Na sisi Tanzania watu wengi hawajui, lakini tuna makabila zaidi ya mia ishirini. Kwa yote hii nimefanya kwa sababu nataka kujua zaidi hao makabila wanaishi vipi, wana vyakula vyao, vitu mbalimbali mbali. watu wengi hawajui hivyo vitu, so mimi nika, nikaona nifanye hiki jambo ili na mimi niweze kujua zaidi kuhusu nchi yangu, lakini watu wazidi kujua kuhusu uzuri wake so nime target sana mambo kama um, national parks kama Serengeti, Ngorongoro, Mikumi, Mount Kilimanjaro, Olduvai Gorge ambayo ndo fuvu la kwanza la binadamu lilipatikana, so vitu kama hivyo Zanzibar. Um, nimeelezea kwamba kwa, um, kwa kipindi chake ametuongoza Tumone mabadiliko makubwa, na Tanzania imezidi kujulikana haswa hata kwenye mitandao ya jamii. Ilikuwa sio kama zamani, sasa hivi Tanzania inajulikana. Hata nikiwa Marekani mtu anaweza Tanzania Zanzibar, vipi imekuwa kwa chini ya uongozi wake. Ametufanya ni nchi yenye amani, upendo, lakini pia ameitangaza kama diaspora ambayo ndio sisi alotukua nje ya nchi. Mi niseme kwamba tujivunie kwa, kwa nchi yetu, tuitangaze kwa furaha, kwa kujivunia, kwa sababu tutamaliza masomo tutarudi, itakuwa ndo sisi jukumu letu la kujenga taifa. Kwa hiyo tusikate tamaa, tusome kwa bidii, lakini pia tujiamini na Tanzania. Yani tusisahau kwamba sisi ni Watanzania, tuna umoja, tuna upendo na sisi wote ni mabalozi wa hii taifa. Swali la mwisho, mwitikio ulikuwaje baada ya yale maonyesho? Mwitikio ulikuwa mkubwa. Kuna kampuni mbalimbali mba zimenitafuta zikaniambia, kwamba wanataka kufanya individual event ya Tanzania peke yake, hata yule mwanzilishi akaniambia kwamba anataka siku tufanye discover Tanzania ambayo itakuwa ni siku pekee yani, event tujaribu ku organize mimi niwatafute na Watanzania wenzangu pale chuo tufanye ya Tanzania peke yake. So, ni mwitikio mkubwa, pia nimepata order za korosho um, achari, ubuyu, yani, wazungu walivyokuwa wanaonja hivyo vitu waliona ni vitu vya kipekee sana, kwa hiyo, yeah.